Kesi zinazomwandama mtu mzima Pididi bado zinaendelea kumkalia kooni. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wametamani ni wafanyie coverage ya nini ambacho kinaendelea dhidi ya Pididi. Sasa nitakuwa nawaletea update ya kesi zote ambazo zinaendelea kujiri na, na siku chache zilizopita kesi ya Pididi imeanza kusikilizwa, na hivi ndivyo ambavyo ilikuwa. Unajua Pididi mmoja kati ya watu ambao wamemshtaki ni Kesi. Kesi alikuwa ni mwanamke wa Pididi ambaye wamejuana muda mrefu sana, na walikuwa na biashara yao, ambayo hiyo biashara inawezekana ndio imepelekea haya yote kuweza eh, kutokea. Kesi alisema kwamba Pididi aliwaagiza watu wamkojolee mdomoni, lakini bodyguard wa Pididi alishangazwa na hilo na kusema kuwa Kesi mwenyewe ndiye ambaye alitaka kufanyiwa hivyo. Sasa baada ya hapo, wakiwa mahakamani, kukawa na man strip. Hawa ni wanaume ambao mara nyingi wanakuaga vifua wazi club. Sasa kwa wenzetu huko ipo sana tu, naye story yake ikaja mahakamani. Jamaa alianza kusema, alipokea simu kuhitajika kwenye jumba fulani hivi, hakuwa akijua kwamba hiyo nyumba ni nyumbani kwa Pididi. Na alipopiga kengele, mlango ukafunguliwa na aliyefungua alikuwa ni mwanamke. Kwa maelezo yake mahakamani, alisema kuwa mwanamke mrembo sana alitoka tena, yani alikuwa ni mrembo tena mrembo kweli kweli, yani alikuwa ni mrembo mrembo aliyeumbika. Huyu si mwingine alikuwa, alikuwa ni Cassie Ventura. Sasa mchizi alianza kuongea naye pale pale mlangoni kwamba mumewe anataka awaangalie wakifanya mapenzi, huku wakiwa wanajipaka mafuta Yaani mumewe anasikia mzuka akiwaona watu wakifanya mapenzi kuliko yeye kufanya mapenzi. mumewe ni nani? Ni Pididi. Na siku hiyo alitaka kitendo hicho kifanyike, kwa kuwa ilikuwa ni siku ya kuzaliwa ya Pididi. Jamaa kwenye simu aliambiwa dau lake atalipwa dola mia nne. Mchizi akakubali akasema, okay fine, mimi unyama tu nipo tayari. Jamaa akaingia ndani, anasema alimwona Didi yumo ndani ila kujua kama alikuwa ni yeye kwa haraka kwa kuwa usoni alijifunga kitambaa asijulikane, ila tatu na sauti yake, ambapo kila wakati alikuwa akimwita Kesi kwa jina la my wife ilimfanya kujua kwamba huyo ni Didi. Kwa hiyo akavua nguo zote akachukua mafuta na kujipaka, naye Kesi akavua nguo zote na hivyo kuanza kushikana na jamaa huku Didi akiwa pembeni anapiga punyeto huku akiwaangalia kwa, kwa siri na baadaye kutoa kabisa kitambaa mwamba akapiga aka kesi mbele ya macho ya Pididi. Yani alifanya mapenzi mbele ya macho ya Pididi. Hayo yote yalikuwa yanazungumzwa mahakamani mbele ya watoto wa Pididi, lakini pia kesi naye alikuwepo, tena kwa bahati nzuri ameolewa na ana mimba kwa sasa. Kwa hiyo hata mume wake alikuwa ndani ya mahakama. Baada ya kumaliza kufanya mapenzi mbele ya macho ya Pididi, jamaa akalipwa dola el, badala ya dola mia nne akalipwa dola eln. Kwa hiyo mshikaji huyo akaondoka zake, akavuta mkwanja, akasepa. Pia shahidi mwingine anasema hata siku ile ambayo Kesi alifuatwa na Pididi hotelini, ni kwamba alikuwa ndani ya chumba cha hoteli makubaliano yao yalikuwa yale yale, kupakana mafuta, ila Kesi alikataa kwa kuwa walikuwa wanaume wawili na sio mwanaume mmoja kama ilivyozoeleka, na ndio maana akaamua kukimbia na mwamba akamkimbiza na kumpiga. Kama kuna video ulishowahi kuiona, Pididi anamburuza Kesi anampiga, na walivyokuwa mahakamani ndo walikuwa wanasimulia hiyo siku, sinario ilikuwa hivyo. Sasa all in all, Kesi alitaka kuwa mtu maarufu zaidi. Pididi alimwahidi kwamba angemsaidia na kesi angekuwa maarufu kwa sababu pididi ana pesa. Moja kati ya makubaliano yao waliahidiana kwamba e, kesi angetoa albamu kumi na kusitisha mkataba, lakini mpaka nao kuna albamu moja tu ambayo ilitoka. Kwa hiyo kesi alikuwa na pididi kwa ajili ya maslahi yake binafsi ya kusaidiwa. Mambo mengi yaliyotokea yalitokea kwa kuwa alijua ni njia mojawapo ya kumfanya kuwa star zaidi. Hii kesi kuna baadhi ya watu wanasema kwa upande wa Kesi inamwendea vizuri Pididi, mpaka message walizokuwa wakichati na Kesi siku hiyo ziliwekwa e, wazi mahakamani. Sasa mpaka sasa hivi kuna taarifa nyingi sana ambazo zinatakiwa kuendelea ikiwa kesi inaendelea kuendelea. Sasa, mimi nadhani, katika hili bado kuna mengi sana ambayo yataendelea kujiri mimi rafiki yako nitaendelea kukupa update kwa nini ambacho kinaendelea kutokea na nini ambacho kinajiri huko mahakamani kwenye kesi hii ya mtu mzima Pididi. Kwa hiyo ndaendelea kufanya follow up na kukwambia kumuhusu Pididi na nini kinaendelea, Pididi, na e, kesi ambayo alikuwa ni mpenzi wake na yote ambayo yatakuwa yanaendelea. Cha msingi ni wewe kusubscribe hapa kwenye YouTube channel yetu, lakini pia unaweza kutucheki kupitia TikTok kama Bongo Star Media. Na Facebook kama Bongo Star Media. Mimi ndakuwa nakuletea update zote za nini ambacho kimetokea na kinachoendelea kujiri. by the way, naitwa Jimmy Godfrey. hii ni Bongo Star Media, siku njema iwe nawe, bye bye.